Hello my lovely ones. Welcome to Kids Bible Study with Mama Natalie. Wiki hii tutajifunza kuhusu somo zuri sana ukarimu. Kabla hatujaendelea, tufunge macho tuombe. Asante Mungu kwa siku hii ya leo na kwa baraka zako zote, tunaomba utusaidie kuwa wakarimu na wapole kama Yesu, tufundishe kutoa kwa moyo wa furaha. Kwa jina la Yesu tunaomba, amina. Watoto wazuri, niwaulize, je, umewahi kumpa rafiki yako kitu chako kizuri sana ambacho ni cha thamani sana kwako? Je, kusaidia kazi nyumbani, au umewahi kumpa mtu chakula chako? Basi huo ni ukarimu. Mungu anapenda watu wakarimu, na leo tutajifunza jinsi ukiwa mkarimu unavyobarikiwa na Mungu. Njoo tujifunze pamoja. Ukarimu ni nini? Ukarimu ni kutoa na kushiriki na wengine kwa sababu tunawapenda. Tunapokuwa wakarimu, hatutarajii malipo, bali tunatoa kwa upendo. Hivi ndivyo tunavyoonyesha upendo wa Mungu. Hebu tuone Biblia inatuambiaje kuhusu kutoa na kuwa wakarimu. Tutasoma Bibilia kutoka kitabu cha Luka 6 38. Luka 6 38 Inasema, toeni nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa, kushindiliwa, na kusukwasukwa hata kumwagika, ndicho mtakachopimiwa. Toeni nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa, kushindiliwa, na kusukwasukwa hata kumwagika, ndicho mtakachopimiwa. Andiko hili linatufundisha kuwa tunapotoa kwa wengine, Mungu atatubariki kwa njia mbalimbali hii haimaanishi kuwa tutarudishiwa kile kile tulichokitoa hapana, bali Mungu atatujali kwa namna nyingine kwa sababu ya mioyo yetu ya ukarimu. Sasa subiri ni wasimulie hadithi moja kwenye bibilia kuhusu msamaria mwema. Inatoka kitabu cha Luka 10 25 mpaka 37. Luka 10 mstari 25 mpaka 37 inasema Siku moja mtu mmoja ambaye alikuwa Myahudi alikuwa safarini, akakutana na wanyang'anyi, akapigwa wakamjeruhi na kumwacha kando ya barabara. Akapita mtu wa kwanza ambaye alikuwa kuhani, lakini hakumsaidia. Akapita mtu wa pili, pia hakumsaidia. Lakini baadaye Msamaria mmoja akaja. Ingawa Wasamaria na Wayahudi walikuwa hawaelewani, Msamaria huyu alikuwa mkarimu sana. Akamfunga vidonda, akampandisha juu ya punda wake na kumpeleka kwenye nyumba ya wageni. Huko alilipa gharama zote, ili mtu huyu apate matibabu. Mtu huyu alionyesha ukarimu mkubwa na upendo wa kweli. Ehe, haya, Umejifunza nini kutoka kwenye hii hadithi? Umejifunza kitu gani? Mimi kuna mambo machache nimejifunza, nitakwambia. Jambo la kwanza ni kuwa mkarimu kwa wakati wako, mali yako na upendo wako. Kuwa karimu kwa kutoa muda wako, mali zako na upendo wako kama mtu unaweza na una uwezo wa kutoa hivyo vitu tafadhali toa kwa mwingine, hata kama humjui. Kitu cha pili, ukarimu sio tu kutoa pesa. Unaweza pia kumsaidia mtu anahitaji msaada, inawezekana ni muda wako, au msaada wa kumsaidia kitu wewe bila kumpa pesa. Kwa hiyo ni vizuri kumsaidia. Kwa mfano, Msamaria hakutoa tu pesa. Angeweza akampa pesa pale chini akaondoka, lakini alimfuta vidonda akambeba akampeleka kwenye nyumba ya wageni, na huko ndo akatumia pesa, lakini huku mwanzoni hata angempa pesa zisingemsaidia pia. Tunajifunza kwamba tunapaswa kuwa wakarimu kwa kila mtu, sio tu kwa marafiki zetu au kwa familia zetu au kwa watu tu tunaowajua. Huyo Msamaria, huyu Msamaria alikuwa hamjui huyu Myahudi hata kidogo, na hata hivyo Wasamaria na Wayahudi walikuwa hawapatani, lakini alikuwa mkarimu. Kwa hiyo Mungu anapenda sisi tuwe hivyo hivyo kwa kila mtu, hata ambaye humfahamu. Ukarimu hutufanya tufanane zaidi na Yesu. Sasa wiki hii tufanye zoezi la kuwa mkarimu kwa kusaidia, kushiriki na kutoa vitu kwa moyo wa furaha. Unaweza ukamsaidia rafiki yako, unaweza ukampatia chakula mtu anayehitaji, au kumsaidia tu na kumpa vitu vyako ili afurahie, labda vitu vyako vya kuchezea, mcheze pamoja. Kumbuka, Mungu anabariki moyo wa ukarimu. Tusisahau mstari wetu wa moyo kutoka Luka 6 38 inasema toeni nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa, kushindiliwa, na kusukwasukwa hata kumwagika, ndicho mtakachopimiwa. Toeni nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa, kushindiliwa, na kusukwasukwa hata kumwagika, ndicho mtakachopimiwa. Tumejifunza kuwa wakarimu ni njia nzuri ya kuonyesha upendo wa Mungu. Tunapotoa na kushiriki na wengine, tunaifanya dunia kuwa mahali pazuri zaidi. Kama msamaria Mwema, tunapaswa kuwa wema na kuwasaidia wanaohitaji, hata pale inapokuwa ngumu. Tukumbuke kwamba Mungu hubariki mioyo yenye ukarimu. Tuendelee kufanya matendo ya ukarimu kila siku na kukua katika upendo na wema. Tumefika mwisho, tufunge macho, tuombe. Asante Yesu kwa kutufundisha kuhusu ukarimu Tafadhali tusaidie kuwa wapole na kutoa kwa wengine kwa upendo. Tufundishe kuwa kama wewe na Msamaria mwema, tukiwasaidia wote wanaohitaji msaada. Kwa jina lako tunaomba, amina. Kwaherini watoto wazuri, nawapenda lakini Yesu anawapenda zaidi.